Vaai, kuna haja kuna, kuna ya kujua watu unaokaa nao karibu nao wana ukoma au hawana ukoma. Kuna watu wengine wana ukoma, umeisha kupewa ukoma ashikana wewe, hata nguvu ya ibada inapungua, hata nguvu ya maombi inapungua, hata bidii ya kumpenda Mungu inapungua, hata kujitoa kunapungua. Ukiona hiyo hali, jua umekutana na mkoma tayari, una nayo ukoma, na matokeo yake inabidi utengwe. Praise God. Sifa Bwana Yesu Leo natakaswa kila roho ya ukoma inaniachia, inaniachia. Muulize jirani yako unakuwa kilo au unapungua kilo? Amen, amen. Ukitakapona umeanza kupungua katika ulimwengu wa roho, juu wa roho ya ukoma iko juu yako, na mkoma siku zote anatengwa. Ni laana, au utafanya chochote ukafanikiwa na kila mtu atakukimbia na chochote chenye baraka atakukimbia. Bwana asifiwe. Utashangaa, ulikuwa na vitu vingi, ulikuwa unafanya biashara A B C D, ghafla shanga biashara, yani a kwanza inapigwa ya pili inapigwa, yani kila kitu takufa ghafla ghafla. Ukitakapona hiyo hali, jua roho ya ukoma uko nayo. Utashangaa ni ukifanya research utakumbuka wakati mmoja kwenye maisha yako ulishawahi kukaa aidha kumjadili mtumishi wa Mungu vibaya ama kuwa against the work of God. Praise God, ukijichunguza utajua, tazama Mungu, kuna mahali nilikaa nikanyosha kidole. Miriam alimnyoshea kidole Musa. Amen. cha kumnyoshea kidole tu akawa mkoma. Unapofika mahali ukanyoshea matakatifu ya Mungu kidole, ukanyoshea kidole, jua umekuwa mkoma ghafla. Why? Kwa sababu haujui Baba, ya sifa. Wangapi naelewa? Sometimes utashangaa kile unachokitia mkono wa kufanya kinakufa. Unapewa hata mtaji milioni moja laki tano milioni kumi ukijaribu tu biashara yafungwa, jua roho ya ukoma iko juu yako. Sasa unajenga nyumba, imebakia fagara. Praise God, funga mkono wako. Bwana Yesu siku ya leo, roho ya roho ya ukoma, roho ya. Inaniachia, inaniachia, inaondoka, natakaswa, inaniachia, inaniachia, inaniachia, inaniachia, inaniachia, inaniachia. Unapokuwa unaomba maombi aujatakaswa unaukoma, that's why kuna watu hapa mnapozidi kuomba vitu vyenu vifanikiwe vinazidi kufa. Yeah, kwa kadi unavyoombea ndoa yako kama Mungu, ponya ndoa yangu, ndivyo ndoa inavyokuwa ngumu. Praise God, unavyokaza Mungu, oh, na, naomba uniinulie mlango nifungulie biashara, ndio biashara kesho inakufa. Praise God. Hallelujah. Then unafasti, unafunga, unaomba mambo yalikuwa tight January to December. Why? Haujachunguza kuna mali unaokoma. Yaani mwenye ukoma hata matakatifu ya Mungu apati kuyasogelea ndio maana Wayahudi mpaka leo, mtu mwenye ukoma umtenga kwa sababu kazi ya mkoma anatewa wanajisi wengine. Praise God. Loo ya ukoma iondoke kwangu leo leo, nahitaji kuwa safi nahitaji kuwa safihitaji kuwa safiahitaji kuwa safi nahitaji kuwa safi nahitaji kuwa safi nahitaji, mikono yangu itakasike, kila ukoma walionitumia wachawi wakanifanya Mkoma. Mkoma. Mkoma. Nisifanikiwe, nisizalishe chochote. Hiyo roho ya ukoma, ukoma, ikaniachie ika kuna ukoma wa kilo ni mbaya mno, spiritual leprosy. Ukoma wa kilo ni mbaya mno, yani mara mia una ukoma wa kawaida kuliko kuwa na ukoma nini ukiwa na roho ya ukoma. My goodness. Yani watu waliokuwa na kupenda wataanza kukataa Praise God, ukiwa na roho koma vitu vinakukimbia kukimbia. Yaani kila kitu kinakukimbia, yaani wewe ni mkoma, hata hela inakuogopa, kwa dimension hela inakuogopa. Haujai kuona unapata milioni moja inakoishia hujui. Kama uko hapa jipigie makofi. Praise God, unajiuliza hii hela imeenda wapi? Amen, ukipata milioni tano ukiwa kwenye biashara inaisha, unakopa tena, unaweka inakufa. Leo nalipa madeni ambayo unajua nalipa kitu gani? Praise God, ujua na roho ya ukoma yaani, ukishakuwa na roho ya ukoma kila kitu kinakukimbia. Bwana apewe sifa. Amen. Kuna kijana alikuja, kaniambia, baba, namshukuru Mungu nimenunua bodaboda. Akasema, wow, amenunua bodaboda, wow anatembea fika mahali, anagongwa, inapasuka pasuka yote. Yaani ukoma haukuruhusu chochote. Unanunua kiwanja leo, unatangaza una namshukuru Mungu nimenunua kiwanja, baada ya wiki moja ni kiwanja cha mtu, hajawahi kutokea, hajawahi kutokea, naisha kumtokea leo na mgogoro. Praise God, jua niwe nini ya ukoma. Baba asifiwe. We ni binti mzuri, anapata mchumba Mnapendana ndani ya wiki moja, mwezi mwezi wa pili ana mute sasa, unampigia simu apokee. Praise God yeah. Roho ya ukoma hiyo, kama ikikuvaa, kila kitu kinakukimbia. Jipigie makofi kama unampigia simu apokee. Haleluya! <laughs> Praise God, are you seeing? Naeleweka eh? Yeah, roho ya ukoma hiyo ikikuvaa, kila kitu kinakukimbia, kila kitu kinakukimbia, kila kitu kinakukataa Angalio maisha yako yote miaka ulionayo, unafanya nini, kinatokea? Bwana apewe sifa. Inakuvaa ukiajiriwa kwenye kazi, mwanzo unakuwa unabidii. Ukikaa miezi mitatu na haribu naaribu, Bwana apewe sifa, bosi anakuondoa. Jua ni roho ya ukoma. Roho ya ukoma inakuangaisha, haikupa utulivu, inakuangaisha, inaongoza kujisema. Bwana Yesu, Leo nitakasike. Leo nitakasike. Kila ukoma wa kiroho ukaniachie, ukaniachie, ukani hayo ukani, mapepo, mapepo yanayosimamia ya ukoma yakaniachie hivyoa. <laughs> Kutana mkoma wakoma, eh? Wote sema waga, eh? wana mawazo mazuri ambao wao wayafanya naweka vizuri, they have a good idea Yaani, ukikana mkoma anakupa mawazo, amen, lakini mwambie mpendo hayo mawazo yatekeleze, wewe afanye chochote. Wale unaowasaidia wanakwenda, wewe uko pale pale. Utashangaa watu wengi unaowasaidia wana maisha, praise God, lakini wewe uko pale pale. Jua ni roho nini? Ya ukoma. Na roho ya ukoma ikiingia kwenye familia ni bole, mpate mtu pasn Ikiingia kwenye ukoo utashangaa umesomesha watoto wa kaako. Si ndio? Wote wana maendeleo wa kwako ni bicha. Ni ofta banga. Praise God. Wao na struggle, wao na relax. Hiyo ni roho nini? Ya ukoma. Sasa Bwana Yesu. Hiyo ndio inaniachia leo. Hiyo ndio inaniachia. Itaniachia. Itaniachia. Itaniachia. Itaniachia. Itaniachia. Itaniachia. Itaniachia. Itaniachia. Itaniachia. Itaniachia. Itaniachia. Itaniachia. Leo kama ikiwa juu yako hata wanao wanakukimbia. Mtoto umemzaa umemlea, unashangaa ana anakukimbia, anakukataa kabisa, kama we sio mama wangu, sio baba yangu, anakukataa so, mbele za watu. Unajua nilo ya nini? Ya ukoma. Mtoto hawezi kushuka, hawezi kutenyekea, baba anamogopa, mtoto mama anamogopa nani? Praise God. Niona kituku kimoja pale Mbezi Beach, baba na mama wamekuja kuniona walipoingia akasema, kuna kijana anaitwa fulani, wakasema ni mtoto wetu wa kwanza. Nikasema kwa yuko wapi? Wakasema mtumishi, ndaliye tuleta hapa, tuna picha yake. Nikasema sasa huyu mtoto ana shida, kwa hiyo mkae kwenye maombi, nikimaliza kuna watu moja moja nitakuja kuombea. Wakasema mtumishi, tunaomba tuombe sasa hivi. Huyo mtoto amesema hivi, ikifika saa kumi yani, na mbili hatujaingia ndani, yaani mtoto anamwambia baba na mama, ikifika saa kumi na mbili hamjarudi mlale huko, nyumba baba kajenga, mama kajenga, mtoto amekula banga, anamwambia baba na mama, ikifika saa kumi na mbili amjarudi baki huko huko, na wazazi wameshakuwa watu wazima, kwa wanakimbia kumwahi mtoto kabla hajafika saa kumi na mbili. How do you think about that? Praise God. Yeye mtoto anamwambia baba saa kumi na mbili na mama Ikifika saa kumi na mbili, hamjaingia ndani, lala kule kule. Hamjaona Praise God. prais omekuva, hata mtoto uliyemzoto ukambeba kwa uchungu, anakula kama andazi. Praise God, sababu Bwana Yesu Leo, leo koma na ya ukoma nakataa roho ya ukoma naniachia, leo natakasika, nataka na kuwa safi, na safi, natakasika eh? nataka manda zakabanda. Praise God. Amen. Leo limekuja kutakasa utakuwa safi, utakuwa safi kila mahali utakuwa safi, nyumbani safi, kazini safi, kwenye biashara safi, kwenye ndoa safi, kwenye mahusiano safi, safi, safi, kila mahali utakuwa safi. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Leo roho ya ukoma na kuachia, nimekuja kutangaza usafi, utakuwa safi. Amen. Kila mahali safi, kazi ni safi, nyumba ni safi. Amen. Amen. Kila mahali safi, safi, kila nyumba ni safi, kwa biashara safi. Mathayo 8 mstari wa 5 Biblia inasema hata alipoingia Kapernaumu Akida mmoja alimjia, akamsii akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dali yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Sori, anza mstari wa kwanza. Anza mstari wa kwanza. Naye aliposhuka mlimani makutano wengi walimfuata, na tazama akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Mtu mwenye ukoma akumwambia Bwana, ukitaka niombee. Uh -uh. Ukoma hautoki kwa maombi, ukoma unatoka utakaso, maana ukoma ni uchafu. Yaani roho ya ukoma ni roho ya uchafu yaani we umechafuka, umechafuliwa. Ukishakuwa na na ukoma wa kiroho, we umechafuliwa, kila kitu kinakukataa. Hivi ni nani anaweza kukaa mtu mchafu hapo? Nani anaweza kaa sehemu ya uchafu? Praise God, amen. Kwa kila kitu kinakukataa. Akamwambia Yesu, Bwana ukitaka waweza kunitakasa. waweza kunitakasa. Ndio, Yesu akanyosha mkono akamgusa akisema nataka takasika, ndio. Na mala ukoma wake ukatakasika, mala ukoma wake ukatakasika, mala ukoma wake ukatakasika Ndio. Yesu akamwambia, angalia usimwambie mtu, ila enenda zako ukajionyeshe kwa kuhani, ukaitoe sadaka kama alivyoamuru Musa, iwe shuhuda kwao. Amen. Akamwambia usimwambie mtu, lakini nenda ukajionyeshe kwa kuhani. Kuhani pekee ndiye alikuwa na prove Amen, kwamba huyu mtu kwa sababu kazi ya kuhani ni kutakasa watu. Kuhani pekee ndiye alikuwa amepewa mamlaka ya kutakasa wenye ukoma. Kwa hiyo kama kuhani hajakuthibitisha, hajakutakasa we, ukoma wataendelea kuwa nao. Yesu alipokwisha kumgusa ukoma ukamwacha akamwambia, nendo ukajionyesha uka, uka, uka, uka, kwa kuhani kwamba tayari mimi nimetakasika. Praise God. Amen. Yes. Amen. Leo nimekuja kutangazia, au utaondoka na ukoma, utatakasika. Ule ukoma uliokuwa nazuia biashara, maendeleo, oh, kazi, ndoa, watoto, maisha, leo utaondoka, utatakasika. My sema Bwana Yesu. Yesu, leo naomba unitakase, nataka kutakaswa Sat kila ukoma uliozuia chochote, kama una kazi, mwezi wa 10 11 hautaisha. Yes, i assure you. Amen na professor, na kuhakikishia, kuhakikishia professor, kimoja na kuhakikishia 100% eh, yani mwezi wa 10 11 hautaisha kumi ki na and. And great will yes, jambo la ajabu litakutoka. i know how it takes yes. I know it takes. Professor. Leo natakasika. Amen. Leo natakasika. Amen. Leo natakaswa. Amina. Najua I know how it takes. Yeah. Leo kila ukoma unaondoka. Amina. Kila ukoma unaondolewa. Leo natakaswa. Yes. Unatakasika. Amen. Ah. I prophesy to you. Yes. Before the end of October this November. Eh. Kabla ya kumi na kumi na moja kuisha, ah. Kila aliyehudhuria ibada hii utakuja na ushuhuda, you come with testimony. Yes. Yes. utakuja na shuhuda, utakuja testimony, utakuja na shuhuda. Yes. I am a yes. Yes. prophet of the Lord, all to our life, let the leprosy a leper, leprosy is over, after today. We are here today to cleanse you. Professor. Praise God Amen. Praise God Amen. Leo lo ya ukoma iliyozuia usifanikiwe, usiwe na maisha, usiwe na maendeleo, usiwe na kazi, usiwe na ndoa, usiwe na mahusiano, inakuachia Amina. Eh, eh, everybody, eh, everybody, eh, man eh, baada ya leo utaheshimiwa na kila mtu, maana najua ukoma ukiondoka unakwenda kwa kuani, unajionea oh my God

manda za kabada apa sakabanda. I prophesy, prophesy. And the presence of God, eh, yes. na kutabilia saa hii, yes. roho ya ukoma eh. Itaondoka. I know I'm a eh. prophet. Eh. Of the Lord this yes. month next month you come here, you come here, eh. here. Eh. testifying eh. the goodness eh. the goodness of God mwezi wa kumi yes. kumi na moja eh. Utakuja hapa unashuhudia yes. uzuri yes.

Oh right, my yes. Ni wakati wa Mungu aliye hai, nawe kuheshimiwa, nawe kuheshimika, kupewa heshima, kuheshimika, kupendwa, kufanikiwa. Ni wakati wa heshima. Be honored. yes! You be honored, yes! You be honored. yes! This is the time of honor. yes! e! Hallelujah. Amen. I know. Najua. Najua. Eh. Ndio. Najua. kuna watu wale Wale wale kudhalau, wale kuchukia kawaida Wale I want to assure you. This This time around. yes! This time around. Wakati Wakati huu. huu yes! wale kudhalau, wakati wakati

Yes! ni yes. Yes. Yes. Yes. E yes. Wakati wa Mungu kuwaheshimisha watu wake wanaomwabudu, wanaomtegemea. Hey, leo atakuwa Kuna mwanamume uchikutana naye. eh. Kuna mwanamume uchikutana naye. Ndio. Uchikutana na mwanamume ukoma na kuisha yes. Anakuambia sasa uh -huh. Usiende kwa ndugu yako wala dada yako uh -huh. Nenda kujioneshe uh -huh. Kwa kuani kwamba yes. Kuani ni kwa uh -huh. Mkoma uh -huh. Sasa sio mkoma yeah. Tena apasaya <laughs> <laughs> <Marana laughs> <shakaba. laughs> <hapasaya>. Utamwambia mama mwenye nyumba nikuwa na panga sasa, sio mpangaji tena aya. Maoni ausi nikuwa tembea kwa mguu, naomba lifti sasa, naomba lifti aino, najua aino aia. Mgoo wako juu, sema Bwana Yesu uondoke, naomba ukoma uondoke. Hii rana ya ukoma hii rana ya ukoma ikaniachie, ikaniachie leo unisafishe, leo uniondolee ukoma, katika ulimwengu wa roho nitakase aua

Bwana Yesu nakuomba, ukaondoe ukoma kwenye mashango kwa jina la Yesu ya nguvu, kwa jina la Yesu ya uweza